Kwa kwa kwa jina jina mimi naitwa naitwa Sato Sato. Lakini uh, wengi wanitambua kwa jina la kwa jina maarufu James. Asante sana Sato. Uh, sisi kama uongozi na sisi kama uongozi wa vijana uh, tumekuja leo ili tupate ma... maneno fulani ambayo ambayoso ambayo anaweza kusaidia vijana wengine kuwa katika hali ambayo itakuwa iko nzuri kufuatana na sherehe tunazoziandaa uh, mwezi wa pili 2026. Najua hs najua unajua uh, kwamba hapa tuna sherehe ya na unajua nini ambacho kina nakwaga kimeandaliwa na nini ambacho natakiwa uwe nacho. Je, kuna una kitu gani ambacho naweza kuwaambia uh, watu wanaotazama na vijana <laughs> ila watoe hofu kwa kuwa sisi Boise, tuko takriban kama mwaka mmoja hivi na miezi, hakuna sherehe sasa. Mwaka mmoja na miezi, hakuna sherehe sasa. Kuna sherehe imeandaliwa, Valentine Day mwezi wa pili. Ni nika mwanangu sikosi y ili yaani, ukimisi hapo mwanangu, kitu cha ajabu sana cha kufanya. Bado tuka mapema, nda soti yako nyeupe, nyeusi na nyekundu tukutani. Boizi huko hakuna kulala. Yaani hakuna sala la mchango tu, wenyewe mnatujua. Mnatufahamu boizi. Yaani ikifika sala la msiba tunatoka shilingi pake elfu nane. Si ndo state ya kwanza kutoa michango mingi sana. Kwa hiyo unajua mwaka mzima hakuna sherehe. Alafu sherehe mwezi wa pili mwanangu. Usije ukakosa, na usije ukalaumu. Kwa kuwa hapo michango yenyewe natamani kuambie. Kila sitaki kuambia. Tushika michango Oye, mwanangu unaishi karibu, unaishi wapi? Masaa sita, masaa ngapi utapona ndege? Wewe njoo. Sehemu za kulala zipo. Yaani, sisi siku hiyo hakuna kulala mpaka majogo. Mwanangu, si joga. Dada zetu watakuwepo. Dada zetu watakuwepo. Na dada zangu wawili wasaniambia watavaa watavaa kunizidi. Kwa mwanangu, jiandae na suti yako. Ndio kitu cha kuambia watu. Yaani, hakuna kulala yaani wasikose siku hiyo. Asante sana. Oh, nina swali la kizushi kidogo. Okay. Hapo kwenye mahusiano au Yeah.

Valentine sikdd na huu akisema, yaani mimi na huu na huu na huu na huu kabisa. Kwa hiyo cha kufanya lazima uwepo. Kama u kama utakuwepo kwa kwenda kuangalia au kama utakuwepo kwa kwenda kushuhudia, cha kufanya kaa karibu na IWC TV, kwa kuwa atakuwa pale IWC TV, atakuwepo IWC TV, atakuwa live kwa muda wote, nafasi zote kuwa pale, kila kitu kitakuwa sawa sana kuna uh, lipu la kuambia vijana ambao uh, ndo wanajiandaa na siku hii ya Valentine Day tarehe kumi na nne au mwezi wa pili elfu mbili owe, wanangu, ainafurahi sana sana kwa kupana nafasi kama hii, wanangu, najua Boise atuko kitu tunaangushana, hiyo ni kaolimbiwa vijana wa Boise atuko kitu tunaangushana, kwa hiyo kitu ni kimoja, ni kuwaka